Mua, utabaki pale pale. Ukiamua kwamba mimi nimeacha kula tembe ndipo naacha kula tembe, utaanza kula nyama. Usipoamua utakula tembe mpaka Yesu akufa. wa mchicha anza kukata na, usema, mimi sio maana. Mungu alikumba na nyota yako ya mafanikio ipo, ila kuna watu walijitokeza ulipoumbika walianza kukula na ndio maana huko hivyo walijitokeza simba wakaanza kukula wewe sungura, wakati hawakuamuliwa wakule, ila wamejitokeza kwani uliumbiwa na magonjwa ila uliukaaupo magonjwa, yakatokea yakaanza kukula, vidonda vya tumbo vikaanza kukula, kaza ikaanza kukula, kisukari kina kukula, ila kimetumwa tu, ni kikubwa kimeamua Tika, wambiwa, unguwa, mina, mimi ulipoumbwa kikule wambie, nina kisukari nina kila mimi mwenyewe kansa ninakukula wewe, hutanira mimi, vidonda vya tumbo hautanira mimi. Haleluya, amen, haleluya. Yani, uliumbwa wewe oyu ni tajiri, uliumbwa wewe oyu ni mtu mwenye kazi, ila wakajitokeza watu kule kule kazini, wakala kazi yako, kafukuzwa Wapo waliokula kazi yako, wengine wakala kazi yako, ukazuili usiajiliwe. Walikula kazi yako hasukianza kuwala wakiliwa, utakaa kwenye ile nafasi sipo. Amua kuwala kwenye msitu, utaishi kama sungura. Kwenye dunia hii utaishi kama nani? Kwa ukiu unakimbia, mwana kukiwana simu unakimbia, ukiwana umiyama mkau unakimbia yako yako mwenyewe kuni zako mwenyewe unanunua. Yeremia kwa... Akasema nchi yetu wenyewe tunanunua, maji yetu wenyewe tunayanunua, ya kwetu wenyewe, maji yetu, maji yetu wenyewe tunanunua kwa fedha. Kile wamejitokeza watu wame... wa... wenye nguvu wanafanya tununue. Haleluya, lazima <laughs> nikae kwenye nafasi yangu Najiona mimi na kukaa nafasi yako, sio mnyonge tena, sio mnyonge tena. na Ufunuo kumi na moja na ule mstari wa tano na mtu akitaka kuwadhuru. Yani kuwala moto hutoka katika vinywa vyao, moto hutoka katika vinywa vyao na kuwala adui zao, na kuwala adui zao. Na mtu akitaka kuwazuru, na mtu akitaka kunidhuru mimi, hivyo ndivyo impasavyo kuuawa, hivyo ndivyo impasavyo kuuawa. Sura, mtu akitaka kutuzuru, moto hutoka kwenye vinywa vyetu na kuala adui zetu. Ila wewe una adui yako, yupo. Hata kama macho yako ya nyama hayajamwona, ila yupo, ambaye anataka kula ndoa yako, yupo anayetaka kula uchumi wako, yupo anayetaka kula watoto wako, yupo anayepanga kula kazi yako, yupo aliyepanga kula ujana wako na ubinti wako yupo, ila Biblia inasema moto utatoka kinywani mwako utawala adui zao, na wakitaka kukuzuu, wakitaka kukula wewe, ndivyo ni wastahilivyo kufa kwa kumbe. Kufa hata Mungu anachukia sana, wanaotaka kukula iyo. Anashangaa sana kwa kuwa wewe umejikinai, anashangaa sana wewe unavyojiona, wewe ni mnyonge ndio maana hauziki kukusaidia Mungu anataka wanze kuona kwamba wewe unaweza kushinda, alau aze kukusaidia kwenye viwango aaze kukusaidia kukupeleka rembo zile za juu. Yes, haleluya! Sema ee Bwana Yesu tata sauti za ushindi, tunaenda kuvamia wale.